Juhudi za kukabiliana na viwango vya juu vya maambukizi ya malaria katika kaunti ya Busia zinaendelezwa, huku wakazi wakihimizwa kulala ndani ya vyandarua zilizotibiwa mbali na kufyeka misitu msimu wa mvua unapokaribia. Serikali ya kaunti hiyo ya Busia kwa ushirikiano na baraza la kupambana na malaria nchini zimezindua rasmi msimu wa pili wa shughuli ya kunyunyiza dawa ya kuangamiza mbu msituni na katika maeneo yaliyo na maji. Jane Cherutich na maelezo zaidi. Kampeni hizi za kuangamiza malaria kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani zinaendelezwa katika kaunti ya Busia kwa mwaka wa tatu. Ni mbinu inayotumika ili kufikia maeneo yenye makao ya mbu kama yale yaliyozingirwa na maji pamoja na misitu. Jumla ya maeneo 44 yanalengwa katika kaunti hii. Kaunti hii ya mpakani inaongoza katika viwango vya maambukizi ya malaria nchini huku maambukizi hapa yakiwa mara tatu zaidi ya yale ya taifa nzima. Lakini malaria, waziri wa afya kaunti ya Busia, Arthur Odera, amesema mikakati mingine iliyowekwa kupunguza kusambaa kwa ugonjwa huo ni pamoja na kunyunyiza dawa katika nyumba za wakazi mbali na kusambaza vyandarua number of other programs. Kwa mujibu wa wizara hiyo, asilimia arobaini ya wakazi wanaotafuta matibabu katika vituo vya afya wanaugua malaria huku asilimia mbili wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo.

A massive cost to the economy. Watoto na kinamama wajawazito sasa wametakiwa kuhakikisha kuwa wanalala ndani ya neti zilizotibiwa mbali na kutafuta matibabu kwa haraka. This campaign may be very close to 10 million. So we are hoping again this exercise we will have a very similar effect. But remember it's not the only strategy. Eh, Busia is lucky and the reason a lot of efforts are being put in Busia is that in terms of

They sleep under a treated mosquito net. Mikakati imewekwa kuhakikisha dawa na bidhaa zingine za kukabiliana na malaria zinatengenezwa hapa nchini ili kupunguza uagizaji wa dawa kutoka nchi za nje. Um, what we are trying to do is see how we can start promoting local manufacturing of um, uh the larvicide uh, the mosquito nets and everything that we are able to use towards uh, the fight against malaria um, as you know, majority of the items that we use, unfortunately, we uh, get to import them. Ni baadhi ya mikakati iliyowekwa na serikali kuu kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Busia ili kupigana na kiwango cha juu cha malaria katika kaunti hii ya Busia, ikizingatiwa kwamba kaunti hii ya Busia inaongoza kote nchini katika maambukizi mapya ya ugonjwa wa malaria. Jen Cherotich, Runinga ya Citizen.